Ili kuhakikisha jamii inapata taarifa kamili za maendeleo na mafanikio ya serikali ya awamu ya sita, mkoa wa Dodoma umeandaa tukio kubwa la Samia day linalotajwa kufana tarehe tatu Juni mwaka huu katika ngazi za kata zote za mkoa wa Dodoma ili kushuhudia na kueleza mambo makubwa yaliyofanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hayo ameeleza mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma mapema Juni mbili mwaka huu, na akitaja sababu zilizopelekea kufanya maadhimisho hayo katika ngazi ya kata. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Ndugu waandishi wa habari, kwanza niende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuja kwenu, lakini leo tunao ujumbe maalum kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Dodoma ambapo tumeandaa siku ya tarehe tatu mwezi wa sita mwaka 2025 yani yaani, siku ya Jumanne ambayo ni kesho, kwenda kufanya maadhimisho makubwa ya kuonyesha kazi nzuri na kubwa ambazo zimefanya na serikali ya awamu ya sita kwa muda wa miaka mitano kupitia rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa tukiwataarifu wananchi kila mwaka mafanikio ya serikali yao kwa miaka kipi, kila kipindi kwa muda wa miaka miwili, mitatu, minne, lakini kwa kipindi hiki tunapoenda kufikia maadhimisho ya miaka mitano tunaona tunayo sababu ya kuifanya kwa ufanisi zaidi. Na kila mwaka tumekuwa tukifanya jambo hilo kwa kuwakutanisha watu eneo moja hapa mkoani tukiita wadau na kuwaeleza mafanikio, lakini mwaka huu 2025 kwa upekee wake lakini kutokana na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameifanya kwa wananchi wetu wa mkoa wa Dodoma, tumeona kuna sababu ya kuenda chini kuwafikia wananchi wengi zaidi wapate taarifa hii kupitia ngazi za kata. Senyamuli ametaja gharama za miradi inayotekelezwa mkoani Dodoma kwa kipindi cha miaka mitano, ambapo ameeleza kuwa miradi hiyo imekuja ili kuhakikisha mkoa wa Dodoma unakuwa na hadhi ya makao makuu. Sisi uh, mkoa wa Dodoma katika miaka hii mitano tumepokea miradi ambayo imegharimu zaidi ya trilioni kumi za fedha za Kitanzania. Najua ni sehemu chache utakuta kiasi cha fedha, lakini tukisema miradi ya umeme peke yake ni zaidi ya trilioni moja. Ukianza huo umeme wa Zuzu hapo ni milioni mia tano kumi na tatu lakini ukija tu REA peke yake ni bilioni mia mbili ishirini na nne basi na miradi mingine ya midogo midogo zaidi ya trilioni moja peke yake kupitia umeme imeweza kufaidika mkoa wa Dodoma, lakini e, SGR peke yake kipande cha Morogoro mpaka Makutopora Dodoma kimegharimu zaidi ya trilioni sita. Kwa hiyo miradi tu milioni nukta na trilioni saba, ukiacha sekta zingine. Ametumia wakati huo kuwataka wana Dodoma kujitokeza kwa wingi katika kuadhimisha siku hiyo muhimu iliyopewa jina la Samia Day ili kushuhudia na kueleza namna miradi hiyo ilivyofanikiwa katika kata zao. Kwa hiyo nitoe heshima, nitoe wito kwa, ni ni wananchi wa Dodoma, siku ya kesho tushirikiane